Pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi uh, kuwaamini vijana akiwemo uh, engineer Hersi, uh, kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans, lakini kwa malengo ambayo aliyasema walikuwa nayo uh, ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Kwa mtazamo wangu, kwa mm -hmm. kuangalia namba, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana sababu ukiangalia, kwa mfano, kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho hivi sasa wadhamini benki ya CRDB Yanga amechukua mara nne mfululizo. Baada ya kufungwa katika fainali na wataniza wa jadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi tatu alishinda kwa mikojo ya penalti kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano, kuna mechi ya robo fainali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare, wakashinda kwa penalti. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalti saba sita kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa na ilikuwa ni Azam Geita kuna mechi tatu za penalty nyingine zote wameshinda, afu mabao sabini na mbili wameruhusu mabao tisa. Sasa anejua namba unaweza ukaona hapa ni, ni ukubwa kiasi gani mm. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania Bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021 2022, standard ambayo unaiona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika hii kinacho napaswa kujihadhari, kwa sababu katika misimu minne imeshinda e, mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu inafunga mabao mengi, ishafunga mabao 254 mechi 120 Yange imeshinda mechi 100 Ina maana winning percentages ni asilimia 83 wakati wao wakitoa utawala kwenye ligi kuu, back to back mara nne mfululizo, watanizao wa jadi Simba kuanzia 2017 18 mpaka 2020 21 so, alichukua mara nne mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko. Kulikuwa na msimu mechi 30, kukawa na msimu mechi 38 38 34. Ni kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi na 38, alafu kukawa na mechi 38 alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34 kwa mechi 140 Simba wakati nafanya vizuri sana pale winning ratio ilikuwa ni asilimia sabini na tatu kwa sababu ilishinda mechi mia na mbili katika mechi mia arobaini yani, ukijumlisha vizuri hapa, thelathini, thelathini na nane thelathini na nane thelathini na nne utapata hicho ninachokielezea, alafu ikishinda mia na mbili ukikokotoa, ndo unapata hizo asilimia sabini na tatu Kwa hiyo Yanga alivyochukua huo utawala back to back mara nne, yenyewe ni asilimia themanini na tatu Lakini sio hilo tu katika ligi kuu za Tanzania bara toka ianzishwe, kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita tisini na saba Timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata point 62 katika 66, ni kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 na kwenda juu huko timu ili ushinde, wakati mwingine Yanga ishakuchukua ubingwa performance ya 70.5 kwa sababu ilipata pointi 55 kati ya 78, mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yaani mbali na timu nyingine. Kwanza ni kwamba elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili Yanga unbeaten mechi 30, ilishinda mechiishirini na mbili, sare nane, mabao 49, ikaruhusu mabao manane, point 74. Unazungumzia performance ya asilimia themanini na mbili nukta mbili mbili to infinity around asilimia themanini na mbili. Kwa hiyo kwenye kuanzia elfu mbili na kumi hiyo ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe inakuwa ya pili, sio lakini msimu unaofuatia kutoka point 74 kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba Azam, aam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo ba Yanga. Wakaongeza tena pointi wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja waka wakapata pointi 73, manake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yali separate yalitofautisha nani amebingwa ya Yanga kana pointi 78, ni performance ya asilimia themanini na saba around, kwa sababu themanini na sita plus plus themanini na sita nukta sita sita plus, inakuwa na asilimia themanini na saba wahoandaisha atoshibaadaa hiokatikatnia9maokna aini haitoshi. Msimu uliopita oh, wakaleta bala zaidi kwa sababu, wakapata pointi 82 katika tisini, ni performance ya asilimia tisini na moja. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba moja ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta ni ja, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho ya 54 ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda point tatu. Lakini unaweza kashinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na point thelathini. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko pointi. Yanga na pointi themanini, amini pointi themanini na mbili, performance asilimia tisini na moja. Lakini mabao themanini na tatu katika mechi thelathini. Maana yake kwa wastani mechi kwa wastani kila kila dakika thelathini na mbili na sekunde thelathini na mbili anafunga bao moja. Ambayo haishindi tu Afrika nzima Sasa hapa sio udamisi sio mghalabu tunasema, sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora tano, tano duniani Afu Afrika, chukua ligi zote bila kujali ligi tano. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msistizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo, namaanisha kwenye ligi yako una perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700, maana kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani, afu ameruhusu mabao kumi. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani mwingine atashtuka. Duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA, tunazungumzia CAF, ambayo Yanga ndio the best. Tunazungumzia AFC, AFC ligi zao bora tano, tunazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC, Oceania, yani visiwa vya Nuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga unazungumzia CONCACAF. CONCACAF ni Amerika kati, kas, kasina, ya kati kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani eh, unazungumzia Honduras kule ligi tano bora katika eh, shirikisho lile la CONCACAF. Hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya kusini. Hapo unazungumzia ligi bora tano ni Brazil, Argentina, Colombia, eh, kuna Paraguay hakuna iliyoperform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo kwa sababu ndugu zangu, najua wakawii kusema Yanga bora kuliko, mm-mm, nazungumzia performance kwenye ligi yako.